kna baadhi ya wakulima wanataka limti kama hilo kwasabapu ni, ni mtu kwamba mti umekaa nasari muda mrefu ila kitaalamu ni miezi mitano hadi sita, mti takuende shambani uende shambani wende. Mti kwamba ni mti ambayo unakuwa bado majani ajakamaa sana ndo kwamba ile mizizi mikwile nakuwa bado